Tunakuweka ni falsafa tuliyoichukua tunaiweka moyoni mwako kwamba ukija Ilemela utapata cha kujifunza, na sisi tumejipanga, na leo hapa kila mtu ataona. Hili ni tamasha la kuhamasisha kwenda wananchi kujitokeza kwenda kupiga kura, lakini tukaona tusiliweke tu tamasha la kuhamasisha peke yake, tukaweka maendeleo ya jamii, tukaweka dawati la jinsia, tukaweka afya, vipimo bule, matibabu bule lakini tukaweka pale na watatoa ripoti mkurugenzi na timu yake watatoa ripoti, wamepata wagonjwa wangapi, wamepata taratibu gani na vitu vingine. Lakini kwa nini visiti Ilemela pia? season 1 mjini, season 2 Kayenze. Tunataka kuunganisha Kayenze na mjini. Tunataka Mwanza mji wetu mwingi huko juu ya milima, tunataka kupanga mji mzuri, kwamba ukija Sangabuye, ukija Kayenze, kila mmoja afford kupata kiwanja kilichopimwa vizuri na serikali. Na hili jambo tumeliona kwa, kwa kweli limeleta faraja na limepata mwitikio mkubwa sana. Kwa hiyo tutaona namna ambavyo tutaweza hizi kata ambazo ziko pembezoni, tuone namna ya kufanya matukio kama haya kwa ajili ya kuwaleta wananchi pamoja na serikali yao. Nitoi wito tu na shime kwa wananchi wote, sasa hivi kama tunavyoona, ni kipindi ambacho sasa hivi ni cha kampeni. Wananchi wajitokeze kwa wagombea wote kipindi hiki ambacho wanatangaza sera zao, waende wakasikilize sera, na Mwenyezi Mungu akiwajalia muda ukifika, basi wakachagua viongozi ambao watawafaa kuwaongoza na kuwaletea maendeleo katika maeneo yao. Ugeni mkubwa kama huu, sisi watu wa Kayenzi tumenufaika nao sana. Kwanza tumenufaika nao kwa kujua afya zetu, maana kulikuwa na mabanda wanapima UKIMWI, wanapima tatizo la homa ya ini, wanachukua malazi ya presha, lakini pia kulikuwa na banda la uvuvi wanaelimisha namna ya kuvua uvuvi bora. Katika michezo nimeona kuna vipaji vinaibuka sana, mfano kuna katoto pale kalicheza kakatwanga sana sebene, tukaona kale kakishikwa mkono aisa kakiwa shuleni kanaweza kakawa katoto hodari sana katika uchezaji. Lakini pia tumeona vipaji vya mpira na vyenyewe vimeonyesha pale uwanjani, watoto wamecheza. Ni vipaji tu vinahitaji kushikwa mkono na mwendelezo. Vishikwe mkono na serikali, vishikwe mkono na watu binafsi, vishikwe mkono na mtu yeyote ile atakayeguswa, maana mambo mengine sio lazima serikali tu. Ni kujumuika pamoja na jamii kwa maana ya wananchi, kwa katika michezo mbalimbali michezo ya mpira wa miguu, netball, karata pamoja na mchezo wa drafti na michezo mingineyo, lakini pia upimaji wa magonjwa mbalimbali yanayoambukiza na yale yasiyoambukiza. Lakini pia ni kufanya bonanza hili linatusaidia pia sisi watumishi kuimarisha afya zetu, kwa maana ya kwamba tumeanza na mazoezi, baada ya mazoezi ndio tumekuja kwenye michezo mingine mbalimbali mbali.